mwingine wangapi huyu almuzani amefariki 264 mwingine unatoka wangapi natoka wangapi wanne tani msaba albuwayti alhumaydi albuwayti na almuzani bado sana ni alimamu ibn surayj kuna watu wakitaja silisila zao za elimu wanafika naye amesoma kwa Ibn Ibnu Suraij, ndio huyo sasa. Alimamu Ahmad bin Umar ibn Suraij Asalafi. As pale, waingi tunauliza hii silsila na hii nasab, katika mambo yote au katika baadhi ya milango, naye maulidi na hivi na aqida. Ibn Suraij anaitwa Ahmad bin Umar bin Suraij anaitwa Albazu. Lakabu yake ndio kuita albazu alashhab ashab. Jua maana yake, albazu kozi wa kijivu, ni kwa sababu albazu ni ndege katika kozi alashhab ashab ulealahba. Albazu alashhab, kozi wa kijivu, amefariki mwaka 306. Kwa sababu gani walimwita hivyo? alikuwa ni bingwa katika wanafunzi wa Shafii.